ingila a mwingine kabla sijaongea mengi, sisi kama watoto hatuna mengi ya kusema, kwa sababu kila jambo, mwacha Mungu, heri na shari zote za za meti. Mungu kumshukuru kumshukuru Mungu kwa kila jambo. Kama anazuma wasifu kwa kifupi, mzee Amri Athman maarufu ni Majuto

Mambo usimame wewe ndio ngoja dereva mzee, unajua si nyingi sana mzee dereva, ndio anajua si nyingi sana mzee Majuto, a ndugu zetu hapa ni wa kwanza, Muhammad wakwanza wa pili. Alafu bwana Aruna, haruna aneno mimi watamne pale wa sita bwana Bilal anginaakutaja wakika kuna Idrisa. Pia usia wa mzee Majuto kwa watoto wake, tupendane, tushirikiane, tuwe wamoja aka etu wendikabatuobaki Tuomba tuongozwe tukasali mzuri Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu aaaay sana. Haya, sanaaaomba sana, tunakupenda sana jamani, haya yasikuzuruge Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mwenyekiti kwa ujumla, kwa sababu kuna maneno mengi yanazungumzwa Nilia ananiuliza mimi kama mtoto. Wema niongee ukweli hapa hapa ndio jamii isikie. Kuna mambo mengi sana yanazungumzwa kuhusu familia na Majuto. Tunapozungumza mambo wala yanayohusu na Majuto. Wakati tukiona sisi kama watoto. Naomba ndio kama viongozi. Mkoa mkoa wao na ndio usalama ya mkoa. Naomba utusimamie viongozi. Mzee wangu ni Shekifu. Baba yangu anajua muda mrefu. Naomba kwa biashara zenu mtoongozi. Sisi sisi, sisi, tuna tuna shida. Kuna watu wana na shida na sisi. Majuto alipata elimu katika shule ya msingi Msambweni 1955 hadi 1958. 1959 hadi 62 alisoma shule ya San Antonio yasaidi ndochanga darasa la 8. kazi Mzee Majuto alifanya kazi katika vikosi vya ulinzi na usalama sehemu tofauti tofauti. Mzee Majuto alifanya kazi katika jeshi la wananchi katika kikosi cha Mwanduli, kikosi maarufu engi ya leo. Alifanya kazi Lugalo, kikosi cha Lugalo epo pale Mgulani na Kigamboni, pia alipitia JKT Ruvu pale, alifanya kazi pale zimamoto kiwanda cha mbolea na sehemu nyinginezo katika nchi yetu. Kabla kuwa msanii sasa wa vichekesho, kwa mzee Majuto alikuwa ni mfanyakazi wa serikali, ni mtumishi wa serikali pia. Mzee Majuto alifanya kazi katika vikundi mbalimbali, mfano Tanzania One Theatre, TOT, Muungano Dance Group na Mafukano Dance Group. Pia Mzee Majuto alikuwa na kundi lake aengana kama wami, alikuwa maarufu lakini mzee Majuto atanga pia alikuwa na ambao, kundi lake ambao walezi wa hili kundi walikuwa ofisa CCM mkoa wa Tanga mpaka sasa tukafanya mazoezi. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga mzee Majuto ae asha pale e tu.

alikuwa abalimbaiaksabaa kidogo kipemba, so isut nyinginezo, miaka ile mnakumbuka, nafikiri nasema ziko. Alifanya kazi kanga Film Makers, Channel Ten kipindi kile na manachia ATV, Ariam Production, Steps Entertainment, MT Production makampuni mbalimbali. Asante sana baba. Baba naomba tulee sisi. Hatuna baba mwingine zaidi yako wewe. Familia, Mzee Majuto ali alialiwa kwa watoto 15, lakini bahati nzuri, mapenzi ya Mungu, watoto watatu walitangulia mbele ya haki, wamebaki watoto 10, wanawake watatu, wanaume saba. Shukrani, shukrani za kipekee kwa mheshimiwa rais, amiri jeshi, amiri jeshi wa ulinzi na usalama Mheshimiwa John John Pombe Magufuli ana mchango mkubwa sana kwenye hili. Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa naibu katibu mkuu. Tunaomba kwa niaba ya familia afikishe salamu zetu za dhati kutoka moyoni kwa mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais ni mwanasho mkali, ni mtu mzuri, alipenda Mzee Majuto kama rafiki yake, alipenda familia, familia ya Majuto kama, kama familia yake. Baba mwingine ambaye tumebakisha sasa hivi ni rais John Pombe Magufuli ndio baba ambaye tumebakisha kwa hiyo kama familia. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Rais ambaye yupo, wende Rais wa Tanga. Tusikie sana kwa Mheshimiwa Rais aendelee kutulea sisi. Tunamshukuru wa yote Mungu tamjalia. Hatuwezi kuongea mingi baili, wengi, hindi, kwa hili kwa sababu utasema wengi wanajua mchango wa Rais. Tumekuta ile mikakati ya zimewili, tumetumia pesa nyingi, Mheshimiwa Rais kaunga mkono na kama mbali mbali. Shukrani kwa kipekee kwa mkoa Kombeni, katibu mkuu mstaafu wa vijana kwa mkoa Tanga, Dr. Shigela hookee makamu wa rais mama Samia Suluhu, Mheshimiwa waziri mkuu, waziri wa habari, waziri wa afya dadangu malimu atakuja, lakini sababu ndio shukrani kwa somaa yupo uata shukari kama meshimuadakai kama na huko nasikia sasa tuishie. Baba mheshimiwa rais mstaafu ametusaidia pia kwenye hili na wadau mbalimbali, ndugu yangu Yemba, watu wa Azam wanakii, walikuwepo Abubakari Bahresa alisaidia, watu wa Kokoa na wadau mbalimbali, kwa njia moja ama nyingine, wasanii wote wadau mbali kwa ujumla. Wajua, kwenye msaada sio pesa tu. Hata hatalua nzuri ni msaada kwao, kwa njia ya pesa lua. Tunawashukuru nasema asanteni, hatuna cha kuwalipa, Mungu atalipa zaidi, endelkoleana asanteni sana. Tuishi kwa Mungu akiwa kwa Mungu karejea, tuishi kwa upendo, tuishi kwa amani. Naitwa Hamza Majuto, katibu tawala wa wilaya Bagamoyo, Odi Bagamoyo. Asante sana, shukrani, Mungu akulipe.